Kusema ukweli gavingi tupilia mbali vigezo fulani kwa sababu inawanyima vijana wengi nafasi ya kuingia police service. Mimi mwenyewe ni kijana hapa na naelewa kukosa job ni nini. Sasa shughalii, mtu kuwa na mapengo mdomoni inaathiri vipi huduma za polisi? Alafu pia ufupi, haya ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Hii yote inashusha self esteem ya msee. Kwa hivyo hivyo ndio pia pia, pia polisi ama jeshi anafaa kuchukuliwa. Hata yule mfupi anaweza kuokoa kijiji mzima, so kuna vigezo zingine pia hazifai na hazina maana yoyote. Shikilia hapo ndugu yangu, naona kijana umekasirika sana. Kwa kweli hapa hivi huwa tunakasirika sana, kama mimi sasa hivi, yani kusema ukweli nimekasirika sana, kwa sababu hata mi kuna wakati ambaye nilikuwa nimeenda juzi tu, nafikiri mwaka uliopita, kama sijakosea, nilienda kusajiliwa kwa sababu ya kikundi fulani ambayo ilikuwa anataka kuingia, wakaniambia ti kwamba mimi, mara sijui jicho langu sijui ilikuwa namna gani, na hiyo kukimbia yote, mtu aliweza kukimbia kutoka eh, sijui uh, kilomita ngapi, alafu anakuja anaambia ati kwamba ti oh, mara sijui ako hivi. Nimejitolelea kwenye nchi yangu ilinda kuitunza na yeye serikali, wanafaa kuangalia kwa sababu ukija kuangalia hata wale wa China na wengine, si wote wanakwanga wafupi, na ukija kuangalia kwenye kikundi ya majeshi wote pia wanakwanga wafupi. Kero Lako. Naona pia kuna mama anataka kuchangia mada hapa. Kwangu mimi ningependa kusema ya kwamba si vyema kama vile polisi wetu wanachagua watu kulingana na kimo, kulingana na urefu, kulingana na meno mdomoni. Maana hata ukiangalia upande wa meno, meno si eti kwamba inafanya ati kuna kazi meno inaenda kufanya. Na urefu na ufupi haimaanishi ya kwamba huyu mtu vile anaenda na urefu wake ataweza kushika bunduki ama ataweza kushika bunduki. Kitu ya muhimu kwao ni wazingatie mambo ya cheti qualification ya masomo peke yake, hizo zingine zote tisa waachane nayo kwa sababu mtu kama hana ulemavu wowote anaweza kufanya kazi akifundishwa. Nam, tukirudi kwako kaka, mara nyingi sio kimo chako, urefu ama ufupi; ni uzalendo katika nchi yako na uaminifu wako katika hali ya kulinda nchi na mali na, mali na maisha ya binadamu. Kwa hiyo vigezo vingine kidogo vinakuwa ni vya kudhulumu watu ambao wamejitolea mhanga kulinda nchi. Kwangu mimi nahisi vigezo muhimu ni vigezo vya kitabia, kimaadili, uzalendo katika nchi yako, lakini si kimo. Hao wamekuwa wakazi kutoka gatuzi la Kajiado wakitupambia makala haya. Amina Abdulrahman, Radio 47, kaunti ya Kajiado, kero lako.